Katibu wa Baraza la Maimam nchini Tanzania, maarufu kama Shulaa ya Maimam, Sheikh Ponda amesema anamshangaa Rais Samia kuipongeza tume ya uchaguzi kufuata uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29, 2025. Sheikh Ponda anasema uchaguzi haukuwa huru wala haki, lakini cha kushangaza, rais anaipongeza na kusema watanzania wamemchagua kwa kishindo. Pia amesema anashangaa sana kusikia rais anasema serikali itaunda tume ya mauaji yaliyotokea hakaoji. Yani wahusika ndio wao hao wajichunguze. Msikilize hapa, alafu tuchie maoni yako hapo chini mimi ni mgenyezi stuta lakini hakikisha umsubscribe ili usipitwe na taarifa zetu. Sababu hiyo ndio ilipelekea watu 29 wakaingia. Lakini Rais kasimama anapongeza kwamba uchaguzi akiwa anaonesha kwamba uchaguzi uko vizuri, tume ya uhuru iko, uchaguzi uko vizuri ambapo ile ndio tatizo kubwa sasa hivi linalo linalokabili Watanzania mpaka wanagawanyika maanake, kwamba kuna tatizo na mfumo wa uchaguzi. Na kwa bahati nzuri jambo liko dhahiri kabisa mimi mwenyewe nimeshiriki kwa uchaguzi mpaka leo ninakueleza sasa, sijui yani kama mimi kama nilishindwa nimeshinda, <laughs> sijui nimeshiriki mpaka mwisho kwa uchaguzi, lakini saa kumi watu wa tume uchaguzi walikuja wakabeba waka masanduku wakaondoka wakenda zao, na huko wakashika makaratasi wakatangazana wakatangaza mgombea wa sisi. Si ndio? Hii tafsiri yake ni kwamba yani, ina maana kwamba Chama cha Mapinduzi hakiko tayari kuona kwamba yani wananchi wanaweza kupata viongozi wanaowataka kwa ridhaa yao, na watu wengine pia kuingia kwenye fikra ya namna hii, hii itaiangamiza nchi. Na rais, yana amepongeza, anasema hii ana, ana, ana maana kwamba uchaguzi unaendelea sasa hivi hii chini ya tume ya uchaguzi kwamba ni jambo zuri. Kwa hiyo mimi nasema kwamba sioni kama kulikuwa kuna dhamira ya kweli, kwa sababu dhamira kweli ni lazima tukubali kwamba kuna tatizo. Yani, kwanza ni lazima tukubali kwamba kuna tatizo. Hebu tukae sasa tuliangalia matatizo. Ndiyo, o mimi sioni kama kweli kile alichokizungumza cha maridhiano kwamba kina dhamira kweli. Maridhiano ni lazima kwanza mwangalie matatizo yaliyoko, mkae pamoja, mweze kuangalia matatizo na mweze kutatua. Lakini pia katika kile alichokizungumza jana, swala la kuunda tume. Hayo ndiyo mambo yanalalamikiwa muda wote. Na ndiyo utamaduni wa serikali yetu sasa, inasababisha matatizo halafu yenyewe inajitokeza kama yenyewe ndiyo inaweza kutatua yale matatizo Utasemaje kwamba serikali iunde tume ya uchunguzi katika situation kama hii, katika mazingira kama hii, katika hali ambayo inaonekana kabisa kwamba miongoni mwa watu ambao waweza kutumiwa ni vyombo vya dola vyenyewe, alafu unasema kwamba wao ndio waunde, yaani eh, waunde tume ya uchunguzi. Lakini uzoefu unaonyesha serikali haina uwezo kabisa wa kuunda tume ya uchunguzi. Wameunda tume nyingi, na zikufanya chochote kile na hakukuwa na ukweli wote Kimsingi ni kwamba kwa maneno yaliyozungumzwa yanaonekana ni ma mazungumzo ya kisiasa, na kwa mwenendo ule tatizo huko usigano, tatizo likawa kubwa zaidi. Um, kutofautiana kimtazamo. Na wakati sisi bahati nzuri tumeweka tamko nzuri sana katika Qur'an, katika Qur'an Al-Karim Mwenyezi Mungu anasema hivi, anasema ikiwa mtatofautiana ikiwa mtatofautiana, mwingine wasema rejeeni katika Qur'an, rejeeni katika mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtapata ufumbuzi kama kama mmetofautiana eh, mwingine wasema mkirejea mkirejea katika katika katika Qur'an Qur'an Qur'an, mafundisho ya Mtume kuna mnapata ufumbuzi. Ndio maana sisi katika tamko letu limejia limejia aya nyingi sana za Qur'an. Hadithi, za hadithi za wazi kabisa, sidhani kama kuna mtu ambaye anapinga kwamba wizi wa kura ni makosa makubwa, sidhani sababu Qur'ani haina kitu ambacho haizungumzii, kila kitu inazungumzia. Sidhani kama Qur'an mtu yuko Muislamu anza kapinga kwamba mauaji ni jambo baya sana. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.